Ayonmageyo maghosori obede se klabu kirigia Nzoia kwenye regori we tra se penalty. Timu zote zilitaka ushindi e, na bahati nilitangulia kufunga na nikaongeza nikaongoza, but ukiangalia Nzoia pia wamekuwa na mchezo mzuri tu e, refa pia amechezesha tu kiasi nzuri ya nikikompea na last match yenye tulicheza so game imekuwa sawa kwa pande zote. Nafurahi na, na, na kwa sababu at least leo nimeshinda. E, ingekuwa ngumu sana kwangu na pia confidence kwa vijana ingeshuka sana kama tungeendelea kushindwa baada ya kushindwa mechi mbili. Matokeo hiyo kwangu ainiweki wasiwasi, kwa sababu hii ni timu changa, hii ni introduction kwa wachezaji. In fact kwa saizi hizi naweza sema wanajitahidi sana, kwa sababu sitarajii wacheze kama zile timu zimekuwa pale tangu kitambo. Kwa hivyo nikiangalia result hizo, kati hizo ni ni wana gain confidence kila siku tukiendelea kucheza na tumaini, wakiendelea hivyo itakuwa nzuri zaidiawaukr na magavinenovitanoyagoikvwisan naie naweza sema, niliwaahidi kila mtu atapata nafasi ya kucheza, alafu pia nao naangalia kwa mazoezi ni style gani nataka kucheza. Siku zote coach anaangalia quality player kulingana na style nataka kucheza ama system. So, nimegeuza kwa sababu niligeuza pia mtindo wangu wa kucheza. Ndio maana unaona nilintroduce watu kama Kuria lakini umuoni akicheza pale mbele lakini utamuona tu baadaye. So, niligeuza mtindo wa kucheza na ndio inaleta wachezaji tofauti kulingana na na timu tunacheza nayo pia kujiwakilisha vile tumejiwakilisha leo, tujaribu kuangalia strong points za opponent ni nini. Nadhani wanazidi kulaan na itakuwa tu sawa, ni kutafuta spaces nyuma yetu. So tukaweza kudeny, tukaweza kuwakia hiyo na hiyo, kuna zingine ziko beyond wachezaji tumm tumepoteza kwa mara ya kwanza. Inabidi sasa turudi katika drum board, turudi kucheza nyumbani, lazima waongeze tena jitihada. Eh, ni sasa ni wake up call kwa vijana wetu, lazima they pull up the socks. Eh, so long tangu tushinde na tunarudi nyumbani eh, pressure itakuwa juu, but eh, they should just be calm. League ni marathon eh, nafasi yetu itapatikana na tunajua tunapatiana nyumbani tupate ushindi na confidence, tarudi we'll back nigobonyera koba vakobabui bwa kabere ekerwa club gia Gucha Stars giakosera segeti gianka ekeromagente kweroberia gochikosora isiko yegeti gianka gokoona county ya embu ase barachikosera mona 3 kfc kori wateretachigosorikorwa egeti kia gusi county ya kisi eria ne nkefa nangobosire